Shia kwa mwamposa maana Gwajima kafungiwa makanisa. Abiria zangu <laughs> kama nimetoka mirembe hivi. Baba Andrea, unajua kuna unga ndani, watoto wamelala njaa jana. Bwana we usinitibue zivu kwenda oni uma. Sio kufumania tu, ni kwamba linyani alilokuja nalo magetoni lilikula hadi ndizi zangu, ila ndo nimetembeza kipigo mpaka limetapika ndizi zote. Kwa kuwa zilishajisaga, nimepikia vibama. Ukinifollow na kupa vibama viwili. Yes, kama unavyoona video hizo hapo nyuma, uh, ni video ambazo zimetengenezwa na Artificial Intelligence. hiyo ni v3 AI. So leo nitaenda kukuelekeza jinsi gani ya kuweza kutengeneza video kama hizi kwa kutumia ha hii ni AI ya Google. So stick na mimi mpaka mwisho wa video hii, na natumai utajifunza mengi, lakini pia kabla ya kwenda kuanza jinsi ya kuelekeza hii video, ningependa ubonye alama ya subscribe. So na hesabu moja mpaka tatu, uwe tayari umeshabonia alama ya subscribe. Okay, so let's continue. Kitu cha kwanza utaingia kwenye Vio 3 AI. So baada ya kuingia kwenye Vio 3 AI, so uwezi ukaanza kuitumia moja kwa moja. Utakachokifanya ni kwamba utatakiwa usubscribe. So kusubscribe kwa mwezi uh, utalipia shilingi 1050 but bt, si hatuna hiyo. So tutafanya free fr. So, utakachokifanya tutasubscribe. Maana yake unatakiwa na benki ya ya ya ya ya, kadi ya benki, kad ya benki aina yoyote so kitakachofanyika hapa ni kwamba utazichukua zile card number ya benki tarehe na CVV, zile tunaita CVV. So baada ya kukopi manake uta, utafanya subscription kwenye ile, kwenye hii Google. Baada ya kufanya subscription manake hata kama haina hela manake utakuwa tayari umesha subscribe manake watakupa mwezi mmoja na watakupa token fulani ambazo utazitumia kutengeneza hizo video bila hata kuwa na hela. Zikiisha unatengeneza email nyingine, unatumia kujenereti video nyingine. So baada ya kutumia utarudi tena kwenye AI yako hapa, na utaifanya kama hivi mimi ninavyoifanya. Unaona hapa naandika hii prompt kwamba create a video of Masai tribe calm town for the best time. So nitaiacha kwa dakika chache hapo iweze kucreate hiyo video full. Boom. Kama unavyoona video yetu imesha kuwa created. So video kama hii unaona unaweza kuona AI ilikuwa really advanced inaweza kutengeneza video ambazo zina high quality and highly realistic like this I. So, karibu sana. hii ni Elcom TV. Kama ni mara ya kwanza, make sure unabonya alama ya subscribe ili uendelee kushusha kupata madini hapa kila siku. Karibu sana.